Mheshimiwa mkuu wa mkoa ongea na wa, wasaidizi wako hao, wasitumie ubabe kwenye mali za watu, wasitumie ubabe kwenye haki za watu e, na mimi niwaambieni maelekezo ya daktari Samia Suluhu Hassan, na hajayasema kwa kificho. Anasema yeye ndo kinara wa kuhamasisha shughuli za maendeleo, ndio. Anasema yeye ndo kinara wa kuhamasisha uwekezaji, ndio lakini anasema watendaji serikalini mikoani mawilayani msipore ardhi za watu kwa kigezo cha uwekezaji ama maendeleo. Kila mtu apewe haki yake. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali, nadhani naibu e, waziri TAMISEMI, mwongee na waziri, andikeni barua inayoelekeza hivyo, msitumie ubabe kupora maeneo ya watu.